Moja kwa moja tuanze kipindi chetu kwa kuuliza e, miamala ya kimali ni nini katika mtazamo wa Kiislamu? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alislamu shar'uhu mushtamilun ala alaqaidi walmuamalati walakhlaq. Sheria au dini ya Kiislamu kwa ujumla imekusanya mambo makuu matatu. Jambo la kwanza ni masala ya itikadi

na dhati yake na utukufu wake Allahu jalla fi'ala. Hii ni sehemu ya mwanzo, lakini sehemu ya pili katika masala ya dini kwa ukamilifu wake ni masala ya muamalat. Na muamalat ipo ndani ya mambo mengi sana. Naam. So, neno neno muamala asili yake tukana na kitendo cha aamala yuamilu. Kwa hivyo muamala bi maana mufaala baki mambo ambayo wanashirikiana zaidi ya mtu mmoja katika kuyafanya, baadhi yao kuwafanyia wengine. Inaweza kuwa ni bai'un wa shira, kuuza na kununua. Inaweza kuwa pengine ni ni qardhun wa iqtiradhun, ni kukopesha na kukopeshwa. Inaweza kuwa mathalan ni hiba, atwa au atiya. Inaweza kuwa ni zawadi, mtu anampa gift, kumpa mtu mwenzake na mfano wa hayo. Miamala iko katika maeneo mengi sana, lakini jambo la tatu ni al akhlaq, ni swala la tabia, mwenendo au mambo ya maadili, ethics. Haya yote pia ni katika masuala muhimu katika sheria ndio maana hata katika moja ya mambo muhimu sana aliyohimizwa Mtume SAW kuifikisha katika umma kwamba hilo ni lengo lake kuu katika miongoni mwa malengo mengi ya kuletwa yeye katika umma, alisema alayhi salatu wasalamu ya kwamba: Innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq. Kama qala Subhanahu wa Taala fi wasf nabiyyihi alayhi salatu wasalamu: Wa innaka la ala khuluqin azim. Kwa hivyo alitaja malengo makuu ya kutumwa yeye Mtume SAW kwamba ni kwamba ametumwa ili kuja kukamilisha tabia njema ai, yani kufundisha jamii tabia njema maadili mema akhlaq. Kwa hivyo hiyo ni sehemu kubwa katika dini. Ndio maana pia mizani itakayokuwa nzito ya waja siku ya Kiyama ni ya wale ambao ahsanu na akhlaqan, wale ambao tabia zao ni njema. Kwetu sisi sasa, katika moja tabia njema pia ni miamala, vile ni tabia akhlaq. Kwa hivyo haya mambo yanaingiliana. Bila kuwa na imani hawezi kuwa na muamala mwema na watu wengine sahihi, bila kuwa na akhlaq njema hawezi kuwa na muamala na watu wengine kwa maana hiyo muamala huu uko katikati baina ya imani na baina ya akhlaq. Kwa muamala ni mambo yanakuwa yanazunguka baina ya, ya, ya imani na akhlaq. Kwa kumalizia tu utangulizi huu. Naam. Nakumbuka moja katika hadithi ya Umar bin Al-Khattabi, okay, alikuwa akisema yeye mwenyewe kuambia watu katika masoko kana yatufu fil aswaqi. Naam. Alikuwa akifanya kutembelea katika masoko mbalimbali katika mji wa Madina, wakati ni khalifa au amiri wa waumini wa kana yaqulu linnasi, alikuwa anasema kuambia watu katika masoko, anatangaza wazi wazi ya kwamba la yabi'u fi suqina illa man yafqahu wa illa akala riba, akala riban sha'a am aba, kwamba asiuze katika soko letu hili mtu yeyote isipokuwa awe anafahamu ana ujuzi wa kujua fiqhi ya muamala Miya Ima atafanya halali Mabaham, au atafanya haram. Kwa hivyo haya ni mambo muhimu sana kujua kwa sababu ni fardhi kubwa katika dini. Imam al-Ghazali pia alizungumzia masuala kama haya katika moja ya mambo muhimu ya lazima kuyafahamu kwa kila mtu ya kuyafahamu kwamba maarifatul insani ma lahu wa ma alaihi kwamba binadamu atambue kile ambacho kinampaswa kufanya kwa ajili ya maslahi ya kupata thawabu zake mwenyewe na yale ambayo kwamba ikiwa atayafanya au atayakiuka, ikiwa ni ya kutekelezwa au ya kutotekelezwa, kwamba atapata dhambi. Yani kujua lipi la halali au lipi la wajib na lipi la haram. Na hayo ndio amesema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaaha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Nafsi ina hali mbili, ima kuchuma yenye manufaa kwake au kuchuma yenye madhara kwake. Kwa hivyo, kufahamu miamala ni jambo la fardhi ya lazima, ili mtu aweze kujua kipi cha halali afanye, kipi cha haramu akiache.